Mchungaji mmoja aliandika muda uliopita kuhusu binti yake wa miaka mitatu. Nicole alifurahia Jumapili ya Pasaka na alimsaidia mama yake kuchagua gauni lake analolipenda zaidi kuvaa siku hiyo ya Bwana inayokuja. Waliposimama dukani siku ya kabla yake kuchagua jozi mpya ya viatu, alimtazama chini na kumkumbusha kwamba Jumapili ya Pasaka haikuwa tu kuhusu kuvaa gauni nzuri na viatu vipya Akamwambia, mpenzi wangu, unakumbuka Jumapili hii inamaanisha nini? Naye akamtazama juu na kutabasamu na kusema, ndiyo baba, inamaanisha mshangao. Kweli, siwezi kukubaliana zaidi. Wapendwa, kwa mtazamo wa kibinadamu, neno hilo linajumlisha kabisa kinachotokea hapa kifo cha kushangaza, shetani wa kushangaza, dhambi ya kushangaza, wanafunzi waoga wa kushangaza, Yesu Kristo yu hai. sasa Maria Magdalene anawafuata nyuma Petro na Yohana walipokimbilia kaburini. Baada ya wao inaonekana kuondoka, yeye anasimama nje ya kaburi na maandiko yanatuambia kwamba alikuwa analia. Hapa katika Yohana saa 20 na madakika 11 tunaambiwa kinachotokea baada ya hapo anapolia anaangalia ndani ya kaburi na anaona malaika wawili. Nao wanamuuliza kwa nini analia, naye anajibu hapa kwenye mstari wa kumi na tatu: wamemchukua Bwana wangu, nami sijui wamemlaza wapi. Sasa muda mfupi baadaye, Yesu mwenyewe anaonekana na anamuuliza hapa kwenye mstari wa kumi na tano: kwa nini unalia? Sasa Maria anadhani yeye ni mtunza bustani lakini Yesu anapomwita kwa jina lake, anamtambua kupitia machozi yake, na inaonekana anaanguka chini, anashika miguu yake akimkumbatia kwa furaha. Hii inatuonyesha kwamba Maria ndiye mtu wa kwanza kumwona Bwana aliyefufuka kulingana na Mathayo sura ya 28. Wanawake wengine pia watamwona, lakini sasa Bwana anampa Maria jukumu hapa katika Yohana saa 20 na madakika 17 anamwambia aende na awaambie wanafunzi kwamba amemwona akiwa hai. Na tena lazima niseme, ninaliona jambo hili la kuvutia kwamba shahidi wa kwanza hapa ni mwanamke. Kulingana na desturi za Kiyahudi, mwanamke hakuruhusiwa kutoa ushahidi mahakamani. Nikuambie tu, Yesu anawapa wanawake heshima na utu hata leo ninaposafiri duniani kote naona kwamba taifa lililo chini ya ushawishi wa Injili linawachukulia wanawake kwa heshima na staha. Lakini pia nimeona katika mataifa yanayodharaulisha Injili, wanawake mara nyingi wananyanyaswa na kukandamizwa. Sasa, muda fulani baada ya jioni hii, bado ni Jumapili ya ufufuo, Yesu ghafla anawatokea wanafunzi yohana anaandika tukio hili hapa kwenye mstari wa kumi na tisa milango ikiwa imefungwa mahali walipokuwa wanafunzi kwa sababu ya kuogopa wayahudi yesu akaja akasimama katikati yao na kuwaambia amani iwe nanyi sasa lazima nikuambie kama ningekuwa bwana maneno yangu ya kwanza yasingekuwa amani na wapeni ningewapa maneno makali ambayo wasingeyasahau kamwe yaani baada ya yote walikuwa wamemwacha bwana walikuwa walikuwa wamemkana, hawakuamini ahadi yake kwamba angefufuka tena, na sasa hapa wako wakijificha nyuma ya milango iliyofungwa. Lakini Yesu anaonyesha neema kiasi gani hapa kwa kusema amani iwe nanyi. Sasa wakati Bwana anapokutana nao, Mathayo sura ya 28 inatufahamisha hapa kwenye mstari wa 11 kwamba askari wa Rumi e, eh, wanajaribu kuelezea kilichotokea, kwa sababu walitakiwa kulinda kaburi. Hivyo wanakutana na viongozi wa kidini na wanawaambia yote yaliyotokea. Biblia inasema Hivyo wanarudia kusimulia matukio ya kushangaza ya tetemeko la ardhi, malaika kushuka kutoka mbinguni na kutupa lile jiwe pembeni, na sasa viongozi wa kidini wanafanya nini? Watafanya nini sasa? Kweli hawa walinzi wa Rumi hawadanganyi. Kwa kweli kushindwa kwao kulinda kaburi kutawafanya wawajibike kwa adhabu ya kifo. Viongozi wa kidini hawakupuuza hadithi yao hata kidogo. Wao tu walibuni njama ya kuficha ukweli. Imeandikwa hapa kwenye mstari wa kumi na mbili waliwapa askari kiasi kikubwa cha fedha na kusema, waambieni watu kwamba wanafunzi wake walikuja usiku na kumuiba wakati sisi tumelala, na kama hili likimfikia Pilato, tutamridhisha na kuwazuia msipate matatizo. Sasa sikiliza hii, mstari kumi na tano basi wakachukua zile fedha na kufanya kama walivyoelekezwa na hadithi hii imeenea miongoni mwa Wayahudi hadi leo. Unaona, hata wakati Mathayo anaandika simulizi hii, huu ndio mpango wa kuficha ukweli uliokuwa ukizungumzwa mitaani. Sasa, kwa miaka mingi njama nyingine za kuficha ukweli zimekuwa zikisambaa pia. Mimi katika utafiti wangu nimegundua angalau sita ambazo zilipata wafuasi bila shaka hii ya kwanza tuliyosoma hapa ni kwamba wanafunzi waligushi ufufuo wa Yesu kwa kuiba mwili wake. Na mimi ningependa sana kumpata mmoja wa wale askari kwenye kizimba cha mashahidi na kumuuliza, sasa, hebu tuanze tena mwanzo. Ni lini wanafunzi waliiba mwili uo? Ilitokea wakati mlilala usingizi? Sawa, kama mlilala usingizi, mlijuaje kwamba ni wanafunzi ndio walioiba mwili na kwa njia waliwezaje kusogeza lile jiwe kubwa bila kuamsha? Njama hii ni wazi kabisa si ya kweli. Kwa kweli, hawa wanafunzi waoga watageuka kuwa mitume wenye ujasiri usiku mmoja tu. Watakuwa tayari kufa kama mashahidi, na si kwa sababu waliiba mwili wa Bwana na na wanadanganya kuhusu hilo, bali ni kwa sababu wamemwona Yesu akiwa hai. Sasa ufunikaji mwingine ni kwamba viongozi wa kidini waliiba mwili wa Yesu. Sasa kama kweli walifanya hivyo, huoni wangekuwa na akili ya kutosha kuwavunjia heshima mitume na kanisa la mwanzo kwa kuutoa tu mwili wa Yesu? Hawajawahi kufanya hivyo. Kwa nini? Kwa sababu hawakuweza kamwe. Sasa kuna ufunikaji wa tatu, huu umetokea hivi karibuni zaidi. Unaitwa, eh, mpango wa Pasaka. Njama hii inapendekeza kwamba Yesu alikuwa mlaghai; alitaka kuwashawishi watu kwamba yeye ni Masiha. Hata alipanga kufeki kifo chake, ashushwe msalabani akiwa bado hai, na kisha mara tu akiwa kaburini, wanafunzi wake wangemtoa kumfungua sanda, kumfufua, na angejitokeza kwa kila mtu kama Bwana aliyefufuka. Bila shaka nadharia hii inapingwa na yule askari Mroma ambaye aliamua kwa ghafla kumchoma Yesu ubavuni kwa mkuki, na hilo lilithibitisha kwamba Yesu alikuwa tayari amekufa. Sasa kuna kufichwa kwa nne, na hii inadai kwamba kila mtu basi walikwenda tu kwenye kaburi lisilo sahihi. Unajua, hii ilikuwa kabla ya GPS, hivyo wale wanawake na wanafunzi walichanganya tu njia zao na wakaenda kwenye kaburi lisilo sahihi na kulikuta likiwa tupu. Licha ya wanawake hao kushuhudia wenyewe mazishi katika kaburi lililotambulika wazi na kufungwa, basi walichanganyikiwa tu. Inaonekana hata malaika wangekuwa wamechanganyikiwa pia, kwa sababu nao walikuwa kwenye kaburi lisilo sahihi kulingana na Mathayo 28 na, na Marko 16. Hii haina mantiki kabisa. Sasa kuna njama ya tano ya kuficha ukweli ambayo naamini inahitaji imani kubwa kuamini. Inaitwa nadharia ya kuzimia, na nadharia hii inasema kwamba Yesu basi hakufa msalabani na kwenye baridi ya lile kaburi alizinduka mwenyewe. Usijali kuhusu kucherazwa vibaya, e eh. Usijali kuhusu upotevu wa damu, kusulubiwa, kufungwa kwenye sanda na karibu kilo hamsini za manukato eh, kuwekwa kaburini bila chakula wala maji kwa siku tatu na usiku tatu. Lakini unajua, kwa namna fulani Yesu alipona tu, alizinduka, akapata nguvu kuliko awali na akasogeza lile jiwe kubwa pembeni na akawafanya wale askari wa Rumi wakimbie. Hilo linahitaji imani kubwa sana hawapendwa. Sasa mwisho kabisa, kuna moja nyingine, hii inaitwa nadharia ya kuona maono, halusination theori, na hii hii ni ajabu kidogo, lakini amini usiamini, vitabu vimeandikwa vikiunga mkono. Inadai kwamba maonekano ya ufufuo yalikuwa ni maono ya pamoja. Hata imewahi kusemwa kwamba Yesu alikuwa ni jina la siri la uyoga wa kale uliosababisha watu kuona maono na kwamba wafuasi wa Yesu wote walikuwa wamezoea kutumia aina hii ya uyoga. Hayo mambo mengine kuhusu unajua, mtu halisi aliyefufuka kutoka kwa wafu, basi hayo yote yalikuwa ni hadithi za kubuniwa. Kweli sitaki kuwa mkali hapa, lakini huenda ukahitaji kula mmoja wa hao uyoga ili uamini nadharia hiyo. Ukweli ni kwamba hizi simulizi za Injili zinaendana, zina mantiki, na ni simulizi zilizovuviwa na Mungu. Kwa kweli, ushuhuda huu wa mashuhuda utabadilisha maisha ya hawa wanafunzi wote. Hapa wako, wapendwa, kwa wakati huu, wamejificha nyuma ya milango iliyofungwa kwa hofu ya maisha yao. Wiki chache tu baadaye watasimama hadharani mbele ya dunia wakitangaza bila hofu yoyote. Bila kusita kwamba Yesu Kristo alifufuka kutoka kwa wafu, na haitachukua muda mrefu baada ya hapo kanisa la Agano Jipya litaanzishwa na litaanzishwa juu ya msingi wa ukweli huo. Kile Yesu alichosema angefanya alikifanya. Yule Yesu aliyesema yeye ni nani ndivyo alivyo. Na wapendwa, kila kitu alichosema atafanya atakifanya siku moja pia.